Unyoaji kwa kutumia kiwembe ama mkasi wala si jambo geni hapa nchini, labda kwa kizazi hiki cha watoto wa elfu mbili. Wataalamu wa hizi kazi walibatizwa jina la mafundi vinyozi. Wao ofisi zao kwa kawaida huwa sehemu ya wazi, ili mradi tu kuwe na kivuli. Saluni hizi za jadi ni kama zilipaswa kubaki katika historia tu kutokana na hali ya kimaisha kubadilika, ambapo kila kitu usasa umekaa mbele. Lakini cha ajabu, kati kati ya jiji la Dodoma bado zinaendelea kupeta. Shauku yangu ikawa ni kutaka kujua nini msukumo wa wateja katika saluni hizo. Kwa kutumia wembe huwa ananyoa kipara kizuri tofauti na kunyoa kwenye mashine za umeme e, mimi kwa kweli ninapokuja kwa hapa kwa hali yangu tete naweza nikaja nikanyoa kichwa na ndevu, naona eh? Kwa buku jero. Wengine wakisema ni mashaka tu ya usalama wa afya zao. Hapa ukija hauwezi kuchangamana chombo kimoja kwa ajili ya kutoa nywele zako, lazima afungue kitendea kazi kipya. Ni tofauti na wasaluni, ukienda unakuta mtu huyu katoka hapo, unakaa wewe, mashine ile ile inatumika. Lakini hapa kila kinachotumika kinatupwa pembeni, akikaa mwingine anatumiwa tena chombo kingine ambacho ni kipya hicho, pia tunaangalia usalama huo, ni mzuri zaidi, tofauti na, na saluni. Kwa upande wake fundi kinyozi anasema akipatacho si haba, hata jiwe jiwe utaka pale unakopata riziki, riziki unaweza kupata 6000 unaweza kupata 7000 Zana za kazi katika saluni hizi za jadi zilizozoeleka ni kiwembe, maji na sabuni, japo katika kuendana kidogo na usasa fundi kinyozi huyu kaongeza vikolombwezo ikiwemo mafuta. Ahmad Ali, Azam News, Dodoma.